Halo, habari. Naitwa Ibrahim Kadilo, mjasiriamali, mshauri wa biashara. Kama wewe ni mgeni, Kadilo Online, tunawasaidia wajasiriamali wadogo na wakati kama wewe kupata wateja wengi mtandaoni. Tunafanya matangazo ya kusponsa, tunafundisha jinsi ya kusponsa matangazo, tunafundisha jinsi ya kuuza bidhaa au huduma mtandaoni chakato mzima wa jinsi ya kuuza bidhaa huduma mtandaoni. Tunafanya matangazo ya uh, tunatengeneza matangazo ya kusponsor, tunafanya setting za matangazo, tunasimamia akaunti za matangazo Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Google, Twitter, LinkedIn na kadhalika. Kama wewe ni mgeni, basi bofya subscribe ili really. next time tunapotoa video zenye mafunzo kama haya uweze kupata ujumbe unakutaarifu kwamba tumetoa video mpya. Uh, basi bofya subscribe. Katika video hii nitashare na wewe jinsi ya kutengeneza audience, jinsi ya kutengeneza hadhira yako unayotaka ione tangazo pale unapoboost tangazo, unapoboost tangazo kuna vipengele kadhaa unatakiwa kuvijaza ili uweze kuboost tangazo lako upata matokeo mazuri. Kwa hiyo, nitakwenda nitakufahamisha jinsi ya kutengeneza ku create audience maalum ambayo utakuwa unaitumia kila mara unapotaka kuboost tangazo katika page yako. Uh, unaweza ukatumia Facebook right ambayo ni hii hapa au unaweza ukatumia Facebook ya kawaida. Hii ndio Facebook right, kama unavyoiona na ukatumia Facebook ya kawaida ambayo ni kama hii hapa. Hiyo no ndio Facebook ya kawaida. Kuna tofauti kati ya Facebook right, na no Facebook ya kawaida kizitumia utaona jinsi zinavyo zinavyopatikana tofauti yake. Kwa hivyo hapa tutatumia Facebook right. Ukishafungua uh, Facebook yako utakwenda kwenye page, utakwenda pale juu kwenye vidoti vitatu uta click, utakwenda katika ukurasa wako, unaweza ukaswitch account kutoka katika Jimmy Katemi ambayo ni, ni profile, ukatoka ukaenda katika account ya kuweza kusha matangazo ukabofya tc switch. Kibofya switch account itafunguka kama unavyoona hapa, hii Jimmy Katemi ndio profile, ndio account kuu, kwa hiyo inabeba inabeba. Hizi ni account zingine ambazo zipo katika simu hii, kwa hiyo ukija hapa kwenye uh, Jimi Katemi profile, uta click hapa kwenye kianama chavi, then utachagua page ambayo unataka kuboost nga. Okay, ukishafungua page yako utakwenda pale kwenye posti ambayo unataka kuiboost. Chini ya posti ile utakliki boost post, utakliki boost post. Ukisha kliki boost post, boost post utashuka chini hapa kwenye audience, kushuka chini hapa kwenye audience uta choose audience. Kwa hiyo utakuja hapa, create new audience, utatengeneza audience mpya. Kwa hiyo utaandika jina la audience hapo, lakini pia rese, utaandika jina la audience jina la audience lolote lile, unaweza kaandika hapa mashuka mashuka mashuka. Okay, then unachagua unataka watu wenye umri wa miaka mingapi, labda kuanzia miaka thelathini na saba mpaka sitini na tano Utachagua location unataka location iwe Tanzania, kwa hiyo utachagua location Tanzania Tanzania. Eh, ya Tanzania utachagua neno utaisave. Yaani utakuja kwenye interest unaweza ukachagua unataka watu wanaopendelea nini, lakini it's not necessary. Hapo utachagua umri, kama ni mwanamke au mwanaume utachagua lesset, utachagua wanawake. Nataka audience yetu tangazo wetu waone wanawake. Kwa hiyo kwenye audience ni hadhira ambayo unataka tangazo lako watu waone. Kwa hiyo umesha create mashuka. Naona hii hapa ndio mashuka. Audience yetu mashuka. Kwa hiyo ukichagua mashuka, maanake ni kwamba location itakuwa ni Tanzania, umri kuanzia miaka 25 na mpaka na kuendelea 65 kuendelea. Aa, gender jinsia, unataka watu waone tangazo itakuwa ni wanawake. Kwa hiyo katika kipengele cha audience hii, kila utakapokuwa unakuja kutaka kuboost tangazo wewe utakuwa unachagua mashuka. Naonyesha mfano aa, uh, unakirudi nyuma Rauli nyuma, uh, say, unataka kubusti lingine labda mfano ili yako, uta click boost post, click boost post, utakwenda chini pale kwenye audience sakifika. So, kwenye, kwenye audience. Hauna haja tena ya kuset maana yake utachagua mashuka tu, utachagua mashuka then unaendela vipengele vingine, unabusti tangazo lako. Hivi ndio namna ambayo unaweza kutengeneza ukatengeneza uh, audience maalum, kila unapotaka kubusti tangazo unaitumia kwa ajili ya kubusti tangazo lako. Next time tutaangalia kipengele kingine ambacho kinahusika katika kufanya matangazo ya kusponsor, boost time, boost ku boost matangazo. Basi subscribe, tukutane kwenye video